Umewahi kulala masaa nane kamili au hata kumi lakini asubuhi unapoamka bado unahisi kama umekimbia marathon. Unajivuta kutoka kitandani, mwili hauna nguvu, na hata kabla ya siku kuanza unatamani irudi kuwa usiku. Wengi wetu tunakimbilia kunywa kahawa, energy drinks au kujilazimisha kufanya mazoezi, tukidhani mwili ndio una shida. Lakini vipi nikikwambia kuwa unatibu ugonjwa usio sahihi? kuna tofauti kubwa sana kati ya uchovu wa mwili na uchovu wa akili, na hatari iliyopo ni kwamba huwezi kutibu uchovu wa akili kwa kulala usingizi wa kawaida. Leo nimekuletea ishara saba za kisayansi zinazothibitisha kuwa akili yako imechoka kupindukia na inakaribia kushutdown. Na ishara ya sita, nina uhakika asilimia tisini ya watu wanaoiangalia video hii wanayo sasa hivi na wanaiignore Kabla hatujazama ndani kutazama hizi ishara, nina ombi mmoja dogo. Kama wewe ni mpenda maendeleo na unataka kujijenga kiakili, bonyeza button ya subscribe hapo chini na gusa kengele tayari. Asante kwa kufanya hivyo. Sasa twende kwenye hizo ishara. Ishara ya kwanza, hasira za karibu na kukosa uvumilivu Irritability. Fikiria hivi Kawaida mtu akikugonga bega lako kwa bahati mbaya, akisema samahani, unasamehe na maisha yanaendelea. Lakini wakati akili imechoka, kitendo hicho kidogo kinaweza kukufanya ulipuke kwa hasira. Kwa nini hii inatokea? Kitaalamu, akili yetu ina kitu kinaitwa self regulation, uwezo wa kudhibiti hisia. Hii inatumia nishati au energy. Wakati akili imechoka, ule uwezo wa kuchuja na kuzuia hisia hasi unapungua. Unakuwa kama gari ambalo breki zake zimeisha, unateremka mlimani kwa kasi bila uwezo wa kusimama. Kama unajikuta unawafokea watoto, unagombana na wafanyakazi wenzako, au unakasirishwa na traffic jam kuliko kawaida, usijilaumu kuwa wewe ni mtu mbaya. Hapana, ni akili yako inatoa notification kuwa battery low. Ishara ya pili: ukosefu wa motisha, procrastination. Hapa nataka nieleweke vizuri. Kuna tofauti kati ya uvivu na uchovu wa akili. Mvivu hataki kufanya kazi na anafurahia kutofanya kazi. Mtu mwenye akili iliyochoka anataka kufanya kazi, anajua umuhimu wa hiyo kazi, lakini hauwezi kuanza. Unakaa mbele ya kompyuta, unajua unatakiwa kuandika ripoti, lakini unajikuta unafungua Instagram, kisha TikTok, kisha unarudi kuangalia emails, unazunguka zunguka. Hii inaitwa executive dysfunction. Sehemu ya ubongo wako inayohusika na kufanya maamuzi na kuanzisha matendo, prefrontal cortex, imelemewa. Ni kama kujaribu kuwasha gari ambalo starter yake imeharibika. Ufunguo unazungusha, sauti inatoka, lakini engine haiwaki. Ukiona unashindwa kufanya hata vitu vidogo kama kuosha vyombo au kujibu text, akili yako inahitaji mapumziko, siyo motisha zaidi. Ishara ya tatu, changamoto za usingizi, insomnia, au oversleeping. Hapa ndipo wengi wanapochanganyikiwa. Ishara hii ni mvurugiko wa usingizi. Kuna aina mbili za hili tatizo wakati akili imechoka. Ya kwanza ni tired but wired. Mwili umechoka hoi lakini ukilala kitandani, akili inaanza mbio. Mawazo yanazunguka, unawaza kesho, unawaza jana, unawaza deni, unawaza maisha, akili imeshindwa kuswitch off. Hii ni ishara ya high cortisol levels au hormones za stress kuwa juu. Ya pili ni kulala masaa mengi lakini bado unamka umechoka. Hii ni kwa sababu uchovu wa akili hauhitaji usingizi pekee ili kupona. Unahitaji aina nyingine ya mapumziko, kama vile sensory rest au kupumzisha milango ya fahamu. Kama unalala masaa kumi na bado unamka unahisi uzito kichwani, hilo ni tatizo la kiakili, sio la kimwili. Ishara ya nne, ukungu wa akili, brain fog. Hii inajidhihirisha vipi? Unasahau vitu vidogo vidogo, funguo, jina la mtu uliyemjua miaka, unasoma ukurasa wa kitabu au barua email mara tatu na bado hauelewi ulichosoma. Unashindwa kufanya maamuzi madogo kama vile ule nini mchana au uvae nguo gani. Wakati akili imechoka, uwezo wake wa kutunza mkumbukumbu mpya short term memory na kuprocess taarifa kunapungua. Ni kama kompyuta ambayo umefungua tabs hamsini kwa wakati mmoja. Kompyuta itakuwa nzito, itaganda na mwisho itashindwa kufanya kazi. Ukiona hili linatokea mara kwa mara, usifikiri umeanza kupoteza mkumbukumbu uzeeni. La hasha. Ni akili inakuambia, memory full, please reboot. Ishara ya tano Maumivu ya mwili yasiyo na sababu, psychosomatic symptoms. Hii inashangaza sana. Kuna kitabu maarufu sana kinaitwa the The Body Keeps the Score. Akili na mwili vimeunganishwa. Wakati akili inapelelezwa na stress na uchovu, na wewe huchukui hatua kutumzika, akili inaanza kutuma alarm kupitia mwili wako ili ukubali kulala chini. Dalili hizi ni pamoja na kichwa kuuma mara kwa mara, tension headaches, matatizo ya tumbo, indigestion au bloating, gut brain axis, na maumivu ya mgongo na mabega. Ukienda hospitali vipimo vyote vinaweza kuwa sawa, lakini wewe unaumwa. Hiyo ni akili inapiga kelele kupitia mwili wako. Ishara ya sita, kujitenga na hisia ya kutojali, detachment au anhedonia. Hii siyo huzuni. Huzuni ni hisia. Hii ni kukosa hisia. Unahisi ganzi, numbness. Vitu ambavyo zamani vilikuwa vinakupa furaha, mpira, mziki, kucheza na watoto au kutoka na marafiki, sasa hivi havikuongezei chochote. Unavifanya kama robot. Unajikuta unajitenga na watu. Unapigiwa simu, unaiangalia tu inaita mpaka inakata. Unajifungia ndani. Hii ni njia ya ulinzi wa ubongo, defense mechanism. Ubongo unaona dunia inadai mengi kutoka kwako na hauna nishati ya kutoa hivyo unaamua kuzima mfumo wa hisia ili kujiokoa. Ukifika hapa, jua uko katika hatua mbaya ya burnout na unahitaji msaada au mapumziko ya haraka sana. Ishara ya saba: kinga ya mwili wako kushuka, low immunity. Je, umewahi kugundua kuwa wakati una stress nyingi za kazi au masomo ndio unapata mafua, kikohozi au homa kirahisi? Sayansi inasema hivi: wakati akili imechoka Mwili unatoa homoni ya stress inaitwa cortisol. Cortisol, ikiwa nyingi kwa muda mrefu, inaua uwezo wa kinga ya mwili wa mwili kupambana na wadudu. Kwa hiyo, kama kila mwezi we unaumwa, mara malaria, mara mafua, mara infections, kabla hujalaumu hali ya hewa, angalia hali yako ya kiakili. Inawezekana akili yako imechoka kiasi kwamba imeiacha mwili wako bila ulinzi. Rafiki yangu kama umejiona katika hizi ishara tatu au zaidi tulizozijadili, ninataka nikupe ushauri mmoja: usione aibu kupumzika. Kupumzika kwa akili sio kulala tu, ni kuweka simu pembeni, ni kutembea kwenye asili, ni kufanya meditation, au kuongea na mtaalamu wa saikolojia. Dunia haitasimama ukipumzika kwa siku mbili, lakini ukiendelea bila kupumzika, wewe ndio utakayesimama mmoja kwa moja. Nataka kusikia kutoka kwako kwenye comments. Kati ya hizi ishara saba ni ipi imekugusa zaidi, au unaipitia sasa hivi? Andika namba yake chini, nitapita kusoma na kukupa moyo. Kama video hii imekusaidia, tafadhali bonyeza like na share kwa mtu unayempenda ambaye unahisi anapitia haya. Asante kwa kuangalia, tukutane kwenye video inayokuja. Stay blessed. Peace.